Mungu wa mbinguni atupe kibali tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii, kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu, na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu alisema, tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko, ndugu zangu, viongozi wa dini tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea, kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake akaja kuwa makubwa. Kuna tuseme wallahi wa billahi watallahi hatitanii, kuanzia kesho tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote elfu tatu na mia tano kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na wao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatani wallahi, wallahi, tunakuapieni, kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa chezewa. Najua wengine mtakata shauri yenu, lakini huu ndo uhalisia na wala hatupepesi macho. Tunawaeleza ili wajue, na ni bora mwache, kwa sababu bora wajue maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma. Moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote hii hapa stendi hii hapa. Na mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya Mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi tu ya, ya Mwendokasi. Na kupiga vituo vya Mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC. Kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo mnaona miundombinu hii inaonekana. Jaribio la tatu lilikuwa ni kuchoma jengo la la, la, TCRA. Na walichoma wali kibanda cha mlinzi. Jeshi ikaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundombinu ya Tanesco. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo, pamoja na kulipua kule Kinyelezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, bila like and subscribe ingekuwa giza yote. Hospitali ingelikuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamueleze mwanae madhara haya tunayofanya. Madhara haya tunayoongea. Tugombane tunavyoweza kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe.